Israel imeendelea na mashambulizi makali dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza licha ya viongozi wa dunia kuhimiza usitishaji wa mapigano kupitia Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa UNGA. Angalau Wapalestina kumi na mbili, wakiwemo wanawake saba na watoto wawili, waliuawa baada ya shambulio kulenga uwanja wa michezo uliokuwa ukihifadhi familia zilizohamishwa katika kambi wa ya wakimbizi ya Nuseirat na nukuu: Hakuna nilichobeba zaidi ya kilichokuwa mikononi mwangu, niliondoka bila chochote, alisema Najwa, mwanamke kutoka jiji la Gaza aliyehamishwa, aliliambia Aljazira. Tunaishi kwa hofu, usafiri ni gari mno, hatuna uwezo wa kupeleka mali zetu, mwisho wa kunukuu. Mashambulizi ya Israeli yaliongezeka usiku kucha na kuua watu wasiopungua 85, katika maeneo mbalimbali mbali ya Gaza siku ya Jumatano, idadi ambayo ni zaidi ya mara mbili ya waliouawa siku iliyotangulia. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa jeshi la Israel linaeneza hofu kwa wakazi wa jiji la Gaza na kuwalazimisha makumi ya maelfu kukimbia, huku mkuu wa majeshi ya Israel Eyal Zamir akidai kuwa raia wanasogezwa kusini kwa ajili ya usalama wao, lakini wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wamepinga madai hayo, ambapo tume ya uchunguzi wiki hii ilihitimisha kuwa hatua ya Israeli inalenga kudhibiti Gaza kwa kudumu, huku ikihakikisha Wayahudi wanabaki wengi katika Ukingo wa Magharibi wa ndani ya Israel. Zamir aliongeza kuwa idadi kubwa ya wakazi wa Gaza tayari wameondoka Gaza City, na jeshi litaendelea na mashambulizi ya kina na ya kijasiri katika mji huo mkubwa zaidi wa ukanda huo tangu vita vianze Oktoba saba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, wa Wapalestina elfu sitini na tano mia nne kumi na tisa wameuawa na laki moja sitini na saba elfu na mia moja sitini kujeruhiwa huku maelfu wakiofiwa kufukiwa chini ya vifusi, ambapo Israel ilizindua vita hivi ambavyo wanaharakati wanasema ni vya kisasi baada ya watu elfu moja, mia moja thelathini na tisa kuawa nchini Israel katika shambulio lililoongozwa na Hamas ambapo takribani watu mia mbili walitekwa na zaidi ya 40 bado wanashikiliwa Gaza. Katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa jijini New York, vita vya Gaza vimechukua nafasi kubwa, vikilaaniwa na viongozi wa dunia, ambapo rais wa Irani Masud Bezekshan aliwaambia viongozi kuwa, kama hauna huruma kwa maumivu ya kibinadamu basi huwezi kustahili jina la binadamu. Wale wote wanaoonea kwa kuua watoto hawastahili kuitwa wanadamu na wawezi kuwa washirika wa kuaminika. Rais wa Siria Hamad Alsharah naye alitaka usitishwaji vita wa haraka, ambapo alinukuliwa akisema, tunasimama imara na watu wa Gaza, watoto wake na wake, tunasimama imara na watu wa Gaza, watoto wake na wake, na wote wanaokabiliwa na uvamizi na ukiukaji. Tunataka vita vikome mara moja. Mwisho wa kunukuu. Naye waziri wa mambo ya nje wa Norway Espen Bath Aide aliliambia Al Jazira kuwa mazungumzo ya chini kwa chini yanaendelea kuhusu kusitisha mapigano yakiegemea kwenye azimio la New York lililoungwa mkono na mataifa 142 mwezi Julai. Namnukuu, wale miongoni mwetu walio karibu zaidi na msimamo wa Israel wanaanza kuelewa kuwa haiwezekani kuendelea na vita hivi visivyo na maana na visivyo na mwisho na Marekani inajumuishwa humo, alisema. Wakati huo mjumbe mtaalamu wa Marekani Steve Witkoff alisema Washington ina matumaini, hata ujasiri, kwamba katika siku chache zijazo tutatangaza makubaliano ya aina fulani, na kuthibitisha kuwa mpango wa amani wa vipengele 21 uliowasilishwa na Rais Donald Trump tayari unasambazwa kwa viongozi wa dunia. Lakini mipango ya amani ya awali ilikwamishwa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mapema mwezi huu. Netanyahu aliamuru kuuawa kwa viongozi wa Hamas waliokuwa wakikutana mjini Doha kujadili mapendekezo ya amani ya Rais Donald Trump. Kiongozi huyo pia alijiondoa upande mmoja katika makubaliano ya mwisho ya kusitisha mapigano mnamo Machi 18 na kuzindua mashambulizi makali huku akiweka kizuizi cha misaada Hali iliyopelekea baa la njaa na vifo vya raia. Kwa sasa anakabiliwa na hati ya kukamatwa kwa tuhuma za uhalifu wa kivita iliyotolewa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu, yaani ICC. Kadri Israel inavyozidi kujikuta katika hali ya kutengwa, maandamano yameibuka mjini Tel Aviv, ambapo mamia walikusanyika katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion kupinga uongozi wa Netanyahu wakati wakielekea kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa. Kabla ya kuondoka Netanyahu alikataa tena wito wa kimataifa wa kuanzishwa kwa taifa la Palestina. Taarifa kutoka ofisini kwake ilisema, na nukuu: Kusalimu amri kwa baadhi ya viongozi wanaokumbatia ugaidi wa Kipalestina hakutalifunga taifa la Israeli kwa namna yoyote ile. Mwisho wa kunukuu.